Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Anauliza muulizaji binti ameingia katika umri wa, utu, wa utuzima kwa maana ameingia katika kupata ada yake ya mwezi, tunajua bila shaka mambo mengi ya ibada atakuwa hawezi kuyafanya kwa sababu ya kukosa tahara, lakini je, anaruhusika kusoma au kuomba zile dua ambazo ni za kawaida kama dua baada ya kula, dua uh, akiingia katika sehemu za kukidhi haja na mfano wa hayo, katika dua ambazo husoma katika minasaba mbalimbali. Aljawab, la raiba anna almar'at alhaid laysa laha an taqra alqur'ana ala qawli

kwa mujibu wa fatwa ya baadhi ya maulama japokuwa, e, kwamba kauli ya maulama wengine na hasa katika e, madhehebu ya Ahli Sunna wanaona kwamba anaruhusika kusoma Qurani na hasa pakiwa pana dharura au pana haja e, ya kufanya hivyo, na baadhi yao wameruhusu midhali kwamba hakamati ile Qurani yenyewe, kwa maana hakamati

katika hiyo ya kwamba Qur'ani tukufu hiyo ambayo ipo katika kitabu kilichohifadhiwa, kwamba haigusi au haikamati isipokuwa wale ambao wametakaswa au wale ambao ni wasafi. Ikaja ikhtilafu za na maulama kwamba nani hao mutahharuna, je, ni waumini kwa ujumla hata wakiwa wana ada ya mwezi au jambo jingine mfano wake, au hao ni malaika na mfano hayo

Jawabu ni kwamba katika swala hili hakuna tatizo wala kizuizi kwa mwenye kuwa katika hali ya ada ya mwezi au janaba na mfano wa hayo, kuleta adhkar, kusoma adhkari hizi, nyeradi hizi, au dua aina yoyote, inaruhusika kisheria, wala hakuna makatazo katika hilo, na kwa sababu nyeradi hizi hizo si, si Qur'ani yenyewe bali hata ikiwa atasoma zile sura ambazo za kinga kama vile kusoma surati Nnas surati Lfalaq, qul a'udhu bi rabbi lfalaq min sharri ma khalaq, na mfano wa hizo katika zile aya ambazo hutumika kama ni dhikri au kama ni kinga, uradi maalum au dhikri maalum makhsus, pia anaruhusika kufanya hivyo, wala haitokuwa na makatazo yoyote. Kwa hivyo, yeye ya afanye ibada zake ambazo hazihitaji tohara Ziko ibada nyingi tu. Kuna hizo adhkari mbali, anaweza akasoma vitabu vya dini, akasoma pengine tafsiri ya Qurani, ile tafsiri yenyewe ya Qurani, akisoma anaweza akasoma fiqh ibadati. Akasoma sira, yako mengi ya kufanya, ikiwemo pia kuleta hizo adhkari ambazo anaeza kuzifanya asubuhi na jioni, au kwa mujibu wa mazingira ambayo anapitia katika hali mbalimbali. Kwa hivyo hakuna makatazo kufanya hivyo, inaruhusika. Wallahu ta'ala a'lam.